Katika utengenezaji wa sabuni za miche almaarufu kwa sabuni za vipande, kuna malighafi mbalimbali tunazitumia ili kupata hizi kuipata sabuni. Kwanza kabisa tunaanza na sodium sodium sulfate kwa ajili ya kutengenezea povu kwenye sabuni. Hii ni caustic soda sabuni sabuni igande nakuwa sabuni ya mche. Hii ni perfume kwa ajili ya kuweka harufu katika sabuni, na mwisho hii ni rangi. Ukiachana na malighafi, kuna vifaa mbalimbali tunaweza kuvitumia. Kwanza kabisa unaweza kutumia beseni, ndoo au sufuria, lakini sisi tunatumia hii sample ya container hapa na hii hapa pia tunatumia kwa ajili ya kukorogea. Kuna hivi gloves hapa kwa ajili ya kuepuka maambukizi kwa sababu hivi ni kemikali, kwao tunaepuka madhara kutumia gloves kwenye mikono. Naomba nimkaribishe mwenzangu kwa ajili ya kuelezea hatua zaidi ya utengenezaji wa sabuni za miche. Kuna hatua mbalimbali zinazoweza kutumika kwa ajili ya kutengeneza sabuni za miche almaarufu kwa jina la sabuni ya vipande. Hatua kwa kwa ya kwanza tutatayarisha vifaa vyetu kama tulivyovitayarisha tayari hapa, kwa ajili tayari kwa ajili ya utengenezaji wa sabuni ya vipande. Hatua ya pili, tutapima kiwango cha caustic soda na kiwango cha mafuta kwa kiwango cha caustic soda tutapima gramu 200 na kusitia katika hapo. baada ya hapo Baada ya hapo, utatia maji katika caustic soda ili kutengeneza caustic solution, na kiwango cha maji utakachoweka huko ni mizi ya nne unaweka utaikoroga. Na wakati unaikoroga, solusheni yetu hii itakuwa ya moto kwa wakati huu, hivyo utaikoroga kwa muda mrefu ili iweze kuchanganyika vizuri na kupoa. Baada hapo tutachukua mafuta yetu ya mawezi ambayo yanaganda tutaweka katika kontena la pili. Kazi ya mafuta kwa hapa ni kugandisha sabuni yetu ya kuchanganya vizuri caustic solution yetu. Tunachukua sodium silicate, ambayo kazi yake hii ni kutengeneza povu katika sabuni yetu hii. Tunachukua mili Mia... Mian... tu... Tu... Tu... ya ya ya nne kama tulivyochukua ya maji Baada ya hapo yetu tutaweka katika caustic solution na kuikoroga vizuri. Wakati unaendea kukoroga, utaweka rangi, rangi, vijiko viwili. Baada ya kuchanganya rangi, tutaweka na perfume yetu, nayo tutaweka vijiko vitatu hadi vinne, huku ukiendelea kuchanganya, na inashauriwa wakati wanatengeneza sabuni muwe watu wawili au zaidi, ili kuepuka kukosea wakati wa kuchanganya na kufanya solution yetu kwa gani Baada ya hapo utaendelea ukoroga mpaka ambapo uta, utataka uzito ambao unautaka katika sabuni yako. Baada ya ukoroga utaitia sabuni yako katika soap soap molda. Baada ya kutia katika soap molda, ili igande vizuri na iendelee kutumika katika matumizi ya ya nyumbani, unatakiwa a-uiache baada ya masaa ishirini na nne ili iweze kuganda vizuri, na hapo baada ya kuganda, unaweza kukata sabuni yako katika mbalimbali unazozitaka na ukubwa ambao unaotaka. Kama mnavyoona hapa, hii sabuni ni nzito, inaendelea kuganda, lakini ili ganda vizuri, lazima iache kwa masaa ishirini na nne hapa hapa iweze kuganda kwa haraka, mpaka baada ya masaa ishirini na nne. Ukishapata sabuni yako baada ya kuganda, utaamua sasa ukate kwa staili gani unaojisikia ikikata ndo mwisho wa presentation yetu. Ushauri wetu kwa wazazi pamoja na form 4 mnaondoka na ni kwamba mkiwa nyumbani, msipende tu kukaa na washauri, mnaweza mkajihusisha katika ujasiriamali mdogo mdogo kama au kutengeneza sabuni ili kuweza kukimu kimaisha, na sio kukaa tu.